nous avons uh, akte que le premier ministre britannique et moi meme. Mataifa washirika wa Ukraini kutoka Umoja wa Ulaya yamesema huu si wakati wa kuondoa vikwazo dhidi ya Russia baada ya Moscow kusema kuwa itakubali tu makubaliano yaliyopatanishwa na Marekani ya kumaliza mapigano katika Bahari Nyeusi iwapo baadhi ya vikwazo vitaondolewa. Viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani walithibitisha katika mkutano wa kilele cha mazungumzo na Ukraine siku ya Alhamisi kwamba Ulaya haitoiondolea vikwazo Russia. Walizungumza baada ya mkutano wa kilele cha kile walichojulikana kama muungano wa wenye nia ya kusaidia Ukraini uliofanyika Paris, nchini Ufaransa, ambao ulijadili jinsi ya kuimarisha msaada kwa Ukraini na ni nafasi gani wanayeweza kuchukua ikiwa makubaliano ya amani na Russia yatafikiwa. Ingawa bado kuna mgawanyiko miongoni mwa viongozi kuhusu jinsi ya kuitikia wito huo, walizungumza kwa kauli moja kuhusu sharti la kuiondolea vikwazo Russia, na nukuu: kuna uwazi kamili kwamba huu si wakati wa kuiondolea Russia vikwazo, alisema Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Kinyume chake kabisa tulichojadili ni jinsi tunavyoweza kuongeza vikwazo ili kuunga mkono mpango wa Marekani, kuiweka Russia mezani kupitia shinikizo zaidi kutoka kwa kundi hili la mataifa, aliongeza Starmer, huku akihusianisha na mtazamo wa maridhiano na Marekani. Keir Starmer amesema mkutano huo ulihusisha zaidi ya nchi 30, zikiwemo mataifa washirika wa Ulaya na wa Ukraine na maofisa wa NATO. Aliueleza mkutano huo kuwa ni wenye kujenga. Akirejelea kauli ya Starmer, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz alisema kuiondolea vikwazo Russia yatakuwa ni makosa makubwa, na alisema namnukuu Hakuna maana ya kumaliza vikwazo hadi amani iwe imepatikana kweli, na kwa bahati mbaya bado tuko mbali sana na hali hiyo kama inavyoonekana, alisema Scholz. Mwisho wa wiki hii Marekani ilitangaza kuwa Russia na Ukraine zimekubaliana kusitisha mapigano katika eneo la bahari nyeusi. Hata hivyo, Russia baadaye ilisema kuwa itatekeleza makubaliano hayo tu iwapo baadhi ya vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Kina mauzo ya nje ya Russia sababu ya uvamizi wake wa Ukraine vitaondolewa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema Jumatano kuwa Marekani itatathmini masharti ya Russia kwenye usitishaji huo wa mapigano wa sehemu katika Bahari Nyeusi. Alisema kuwa mara tu wajumbe wa Marekani watakaporudi kutoka nchini Saudi Arabia, watakaa chini kupitia mapendekezo na kupata tathmini ya mazungumzo ili kuelewa vyema msimamo wa Russia na masharti wanayotaka. Na nukuu. Kulikuwa na uwazi kamili kwamba Russia inajaribu kuchelewesha, inaweza michezo, inatuchezea michezo, na tunapaswa kuwa wazi kabisa kuhusu hilo. Starmer aliongeza, akizungumza na waandishi wa habari akiwa pembeni na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Zelensky pia alitoa wito wa shinikizo zaidi na kuwekwa vikwazo vipya dhidi ya Russia, na katika presi hiyo alisema Mataifa yaliyoshiriki mkutano huu wa Paris yalifikia makubaliano ya kutoondoa aina yoyote ya vikwazo hadi Russia itakapositisha vita hivyo. Alisema Zelensky mwisho wa kunuku. Rais huyo aliongeza na mnuku, wanaochelewesha mazungumzo na wanajaribu kuingiza Marekani katika mijadala isiyo na mwisho kuhusu masharti ya uongo ili kununua muda na kisha kujaribu kunyakua ardhi zaidi. Aliongeza kwenye ujumbe wa mitandao ya kijamii akisisitiza kuwa ujasusi wa Ukraine unaonyesha kuwa vikosi vya Russia vinajiandaa na kuandaa mashambulizi mapya dhidi ya mikoa ya Sami, Kharkiv na Zaporishia, nchini Ukraine. Putin anataka kujadiliana kuhusu ardhi akiwa na msimamo imara zaidi. Yeye anafikiria tu kuhusu vita, Zelensky amesema, mwisho wa kunukuu. Ufaransa pia imeweka wazi pendekezo lake la kutuma vikosi kutoka majeshi ya Ulaya kwenda Ukraine endapo usitishwaji wa mapigano hayo utafikiwa. Ufaransa na Uingereza hapo awali zilikuwa zimependekeza kutuma wanajeshi wake kwenda Ukraine na kusema ziko tayari kutuma wanajeshi wake wa ardhini. Hata hivyo, katika majadiliano yao ya hivi karibuni, wamekuja na dhana mbadala ambayo waliita vikosi vya uhakikisho, yaani reassurance forces, na katika kauli yao ya pamoja walisema Hivi vitakuwa vikosi kutoka kwa mataifa kadhaa, vitakuwepo katika maeneo ya kimkakati yaliyoainishwa, katika kushirikiana na Waukraini, vikitoa wa msaada kwa muda mrefu uhakikishwa wa, wa majeshi ya Ukraine na kuwa kizuizi dhidi ya uchokonozi wowote wa Russia, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema Alhamisi, akiongeza kuwa vikosi hivyo kamwe havitakuwa mbadala wa jeshi la Ukraine. Rais huyo wa Ufaransa pia alitangaza mpango wa kuunda timu ya pamoja ya Ufaransa na Uingereza ambayo itatumwa Ukraine kusaidia kivu kuandaa muundo wa jeshi la Ukraini ambalo litakuwa mahususi kwa siku ya kesho. Marekani kwa sasa ni mwanachama wa muungano wa wenye nia, huku Macron akikiri kwamba ingawa ana matumaini kuwa Marekani itaunga mkono mpango wa Ulaya wa kupeleka wanajeshi Ukraine, bara hilo linapaswa kujiandaa kwa hali ambapo Marekani haitajitolea kwa usalama wa Ukraine. Russia imesisitiza mara kadhaa kuwa uwapo wote wa kijeshi wa mataifa ya kigeni nchini Ukraine haukubaliki na ni sawa na kutangaza vita dhidi ya taifa hilo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.